Wizara Mambo ya Ndani inaendelea kushirikiana nanyi katika masuala yote yanayohusu usalama wa wanahabari, ulinzi wa amani na mafunzo kwa wanahabari. Katika kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanalindwa, tunatetea uhuru wa kujieleza lakini pia haki ya wananchi wetu kupata taarifa. Nyinyi ni mashahidi, serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wetu wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kipindi chake amehakikisha Watanzania wanapata haki ya kupata taarifa. Mmeona zile 4R za Mheshimiwa Rais, ambazo kimsingi hata tasnia ya habari ni mdau mkubwa katika kuhakikisha kwamba zile 4R zinaenda kulinda wanahabari na wananchi kupata haki ya taarifa lakini pia kutetea uhuru wa kujieleza. Na katika hilo, tumeshuhudia vyombo mbalimbali ambavyo viko vimefungiwa akivifungulia, lakini pia kuhakikisha kwamba tasnia ya habari inalindwa kama tasnia nyingine zote. Lakini habari kwa umuhimu wake, ndugu washiriki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naipongeza sana MISA Tanzania kwa utafiti ambao mmefanya na kuibua changamoto za namna habari ya amani zinavyoripotiwa. Tukio la Oktoba 29 ni funzo kwetu wote sisi serikalini, nyinyi wana habari, na jamii nzima kwa ujumla. Ni kweli uandishi wa habari una jukumu la kulinda amani, haki, utulivu na umoja wa kitaifa. Tunawashukuru sana kwa kutoa habari nyingi ambazo zinasisitiza umuhimu wa amani, ambapo viongozi wetu wa dini pamoja na jeshi la polisi walipata nafasi kwenye vyombo vyenu kuhubiri na kuhamasisha wananchi kuitunza amani hiyo. Kupitia mafunzo hayo waandishi zaidi ya mia moja ambao mmewaita hapa watakuwa chachu ya kuleta mabadiliko makubwa katika namna ya kuripoti habari zinazohusiana na migogoro, changamoto au matukio yanayoweza kusababisha taharuki. Na naomba niwaambie nyinyi mia moja mna bahati kwa sababu mahitaji yalikuwa ni zaidi ya mia nne. Ndugu yangu Soko amesema kwa sababu ya uhaba wa rasilimali, ndio maana wameweza kualika nyinyi mia moja. Kwa hiyo, tuna imani kwamba mafunzo haya hamtayachukulia poa mafunzo mtaotoka hapa, maafikiano ambayo mtafikia pamoja, hawa mia tatu ambao wamekosa fursa hii na wenyewe wataenda kunufaika kupitia kwenu. Kwa hiyo ndugu zangu, ndugu yangu Soko amezungumza kuhusiana na suala la usalama wa waandishi wa habari, naomba niwahakikishie wanahabari kuwa mtaendelea kuwa salama mnapotimiza majukumu yenu ya kikazi, lakini pia usalama wa vifaa vyenu mnapokuwa kazini. Pia niwapongeze kwa kutuma ushirikiano mkubwa kwa wizara yetu pamoja na vyombo vyombo vya usalama vilivyo chini ya wizara hii. Kwenye hili suala la hawa ambao wamekosa fursa hiyo kwa sababu ya uchache wa changamoto ya rasilimali Naomba niwaahidi kwamba kwa, kwa pamoja tutafanya kazi karibu na uongozi wenu kuona tunatafuta rasilimali ya kuwafikia hao wengine ambao wamekosa fursa hii. Ndugu zangu, tasnia ya uandishi ni muhimu sana. Lakini uandishi wa habari za amani ni muhimu zaidi, kwa sababu nje ya amani ni ngumu kufanya jambo lolote lile. Ni katika muktadha huo tunaamini kwamba mafunzo haya yanaenda kutengeneza champions ambao watakuwa kioo kwa wenzao katika kuandika habari ambazo sio tu ni za kujenga lakini hata kwenye changamoto, zina uwezo wa kueleza habari ambazo zimefanyiwa uchambuzi makini ambao unaelezea chanzo cha matatizo, ukubwa wa matatizo, lakini unaelezea perspectives mbalimbali za changamoto na solution, kama ndugu yangu Soko alivyoweza kuzungumza hapo mwanzo.